ambayo itasaidia kama chachu kuweza no kuwa busti vijana wetu waweze kufika kufikia malengo yao. Vile vile kila mwaka pre season tutakuwa tunachangia again and again akisha mambo yanakuwa sawa. Na vile vile tumeahidi na tumesema tutatekeleza, tutatengeneza medical and round room kwa ajili ya wachezaji wetu katika kila mwaka tunafahamu tuna Simba dai tashiriki, mkono kwa mkono, nguu kwa nguu, bega kwa bega, kwa kisha kwamba Simba Sports Club inaandaa Simba dai ambayo ni siku muhimu sana kwa wana Simba. So katika hilo, tutachangia fedha tasri takriban shilingi milioni mia moja katika kila msimu wa Simba dai. Hayo yote tulikubaliana, tutajenga uwanja lakini vilevile tutatengeneza zile training programs, tutahakikisha tunazifanyia renovations, wachezaji wetu wao wanapata viwanja vizuri vya kufanya trainings, na katika hilo tumepanga kutoa shilingi milioni mia moja hamsini kila mwaka kakikisha kwamba hili linafanyika kwa, kwa ueledi wa hali ya juu. So waandishi wa bali na wanasimba hizi ni, ni, ni baadhi ya other benefits ambazo tulisema sisi kama tutaenda kuzitoa katika klabu yetu ya Simba. Hapatuanza, tunafahamu kwamba Simba inafanya vizuri na wachezaji wakae vizuri zaidi, wanahitaji incentives. Kwa hiyo tukasema kwa ujumla wake, kila mwaka tutoa incentives ya thamani ya shilingi milioni mia nne sabini, ambazo kama plan itaangalia jinsi gani ya kuzidistribute, kama watatoa kwa mchezaji bora, kwa kipa bora, au katika kila mpehuo wanavyoshinda wana, wana katika michuano mbalimbali na sisi kama Jeruti tutatoa milioni 470 ambayo hii itakuwa inaongezeka kila kila mwaka kwa, haya ni mambo ambayo tutafanya, na haya ni mambo ambayo nadhani yalikuinvi sana hii tenda kamati kuona kwamba Jeruti Investment Afrika wanastahili kupata hii nafasi ndugu waandishi wa habari, sasa mnaweza mkasema, sasa je, ruti ni kampuni ya Kitanzania? Sisi kila siku tunapata vitu vya hapahapa kusoma comment. Watu wengi wanakuambia bwana, tunahitaji international brand, tunahitaji kila mtu anaongea lake, ana shauku ni niwahakikishie, baada ya kusaini mkataba, jamani nitambisha timu yangu atukula mimi na timu yangu pamoja na uongozi wa timu ya Simba Sports Club wake tuliona, tulienda mguu kwa mguu huko kimataifa, katika watu ambao tulishaingia nao makubaliano kuhakikisha kwamba tunapata international bank. Niwahakikishie Simba Sports Club katika msimu huu mpya unaenda kuanza jezi ambayo itaenda kuvaa watenda kuvaa brandi ya kimataifa <laughs> Limited. Tumeingia mkataba mkubwa sana na one of the very international and reputable brand in the world, brand ambayo imevalisha timu nyingi sana kubwa za kimataifa, ambapo Simba Sports Club sasa itaenda kuvaa jezi ambayo itakuwa na viwango bora kabisa duniani. Tumesha saini mkataba na tumesha siriziti. Pongezi zimwende CEO wa Simba Sports Club, wana sheria wa Simba Sports Club Hosea pamoja na timu nzima ya marketing ya Simba Sports Club, maana yake luti ilibidi tuongozane nao kuhakikisha kwamba tunaenda kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. So ni watoe hofu, wana Simba, mwaka huu na miaka inayofuata mambo yatakuwa mazuri sana, tunakuja kuonyesha tofauti awezekano kawa namba nne kwa ubora Afrika watu yenewote wa elimuintenationalan sisi kama Jailuti Investment East Africa Limited tumehakikisha Simba inaenda kupata thamani na jezi ya Simba inaenda kupata thamani inaustahili kulingana ukubwa wa klabu yetu hapa nchini. Ndio maana tumewekeza fedha nyingi Hizi ni fedha ambazo Jeruti inawekeza kwa Simba sports Club, lakini kuna fedha ambayo Jeruti imewekeza kwa hiyo international brand. Kuna watu wanaweza kujiuliza, nadhani nafahamu, wengi wanajaribu it's very difficult to get international brands. it involves a lot of procedures a lot of hurdles. end of the day watu anakata tamaa but for the first time katika nchi yetu ya Tanzania Simba Sports Club inakuwa nakuwa pekee ya kwanza kuvaa jezi ambayo ni international brand. Ndugu waandishi wa bara na Wanasimba, naomba kuwaambia kuanzia sasa mtokon so, na furaha sio kuwa na kifani. Na uhakika kwa ushirikiano ambao tuko nao na Simba Sports Club sisi tutajitahidi kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba Simba inarudisha heshima yake sote nchini Afrika na duniani. So, niwaambie tu ndugu zangu kwamba this time tumekuja na utofauti, na washukuru sana Simba kwa kutuamini na nadhani wenyewe mmeona. Nadhani muda si mrefu kutokea leo tutaenda kuzindua basi, na mtafahamu which brand ambayo Simba inaenda kuivaa. Ni jambo litakuwa jema sana kwa wanasimba wenzangu. Wazuri wenyewe. Mimi ni mwanasimba, naipenda Simba kutokea mbali <laughs> kwenye kuzungumzia Simba nazungumzia kitu ambacho nahusika nacho 100% nafahamu, Simba tunahitaji nini, nafahamu na Simba tunataka furaha aina gani. Ni niwahakikishie, kuna wengine wanaweza ukawa nawaza, unajua ukivaa international band hata cost inaongezeka, kunaongezeka, si ndio? taambia jezi njera sabini ambayo nakuta masti laki moja na themanini, si ndiyo? Sasa mtu naweza kajuza sisi tunaweza kela, nawakikishieni tutapata ubora wa hali ya juu katika bei rafiki kabisa. Kao kama mwanasimba jivunii kwamba kama ulikuwa unaweza kunua jezi zilizopita utaweza kunua na hii kwa sababu tuta tutapeleka katika bei ambayo ni rafiki zaidi. Kitu tu ambacho nasisitiza utakapofika huo muda, basi jitahidi jezi original, usiingia tofauti, sababu utapata matatizo, na tupende na simba wapate matatizo. So, tutauza bei kile hilo isiopeshana na wenzetu. Ambayo kabla sijamaliza, ningependa kutoa shukrani kwa wazabuni waliopita, wamefanya kazi kubwa sana tapongezi kwa ndugu yangu Vinjabei, hongera sana kaka, amafanya kazi kubwa nadhani. Bila mie sisi tusingefika leo hii hapa. Natoa pongezi pia kwa kaka yangu Sah, ameonyesha njia na kiumurini ingehitaji tuendelee kushirikiana. Nisingependa kumaliza mengi kwa sababu nikisimama hapa naweza nikaongea zaidi. Kwa heshima, kwa heshima ya mgeni rasmi pamoja na viongozi wote jajini hayo CEO trayageni wote, napenda kusema shukrani sana asanteni, na Mungu awabariki.